Ayu halikhwa risala iliyokuwepo mbele yetu, ambayo imechaguliwa kuisoma katika moja ya vipindi katika semina hii, ni kusoma Usulu al-Aqaaidi ad-Diniya. Risala ama kitabu kinaitwa Usulu al-Aqaaidi ad-Diniya, misingi ya itikadi za dini

19 mwishoni mpaka karne ya ishirini, amekufa mwaka 1957 katika miaka ya miladia. Rahimahu llahu taala rahmatan wasi'a, ni katika wanaochuoni wakubwa ambao wamezama katika elimu na fani mbalimbali katika elimu za dini. Ukienda kwenye tafsir, utamkuta Al-Allamah As-Saidi rahimahu rahimahullahu Ukienda kwenye fikihi huko ndio siseme, ukija kwenye masala ya hadith, amezama katika fani hii. Na miongoni mwa vitabu vyake mashuhuri alivyoandika ni tafsiri maarufu ambayo wengi katika sisi tunaifahamu Tafsiru As-Sa'idi rahimahu llah. Hizi ni moja katika kazi zake ambazo ameandika, na mojawapo ni hii risala ambayo inaitwa Usulu al-Aqaidi ad-Diniyyah.

Alalamat Al Basam hawa ni katika wanafunzi wa Shekh Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah Asiidi, rahimahu rahimahullah ta'ala. Ukimwangalia Shekh Utheimin, ukimwangalia Shekh Albasam, unaweza ukapata picha alikuwaje huyu shekhe wao, kwa sababu wanafunzi wameiva. Ibn Utheimin katika wanachuoni wakubwa sana wa zama hizi, ameshafariki Allah mrehemu Alalamatu al bassam ni katika wanachuoni wakubwa sana wa zama hizi pia ameshafariki Allah mrehemu. Ukiangalia elimu zao hawa unaweza ukapata picha kwamba alalamatu al siidi alikuwa na nafasi gani katika upande wa elimu ya dini hii. Ama maana ya jina hili Usulu alaqaidi ad-diniya, jambo la kwanza tufahamu kwamba hili jina hili kama walivyotaja ulamaa Sheikh mwenyewe hakuita risala yake jina hili Usulu al-Aqaaidi ad-Diniyya, hakuita jina hili isipokuwa jina hili limetolewa kutoka katika mukaddima wake, kutoka katika utangulizi wake. Kuna maneno ametaja pale kwenye mukaddima kama ambavyo takuja kuona Usulu al-Aqaaidi ad-Diniyya, kupitia maneno haya ndio wakachukua jina hili wakaita risala hii Usulu al Aqaaidi ad-Diniyya. Ama maana ya usul, al-usul huwa asasu shay, usul ni msingi wa kitu. Usul manake ni jamu asl, wal aslu huwa asasu shay, usulu ni wingi neno aslu, na al aslu ni asasu shay, ni msingi wa kitu. Amma al aqaid ni jamu aqida, al aqaid ni wingi wa neno aqida, na al aqida maana yake ni kile ambacho anakiitakidi mtu katika moyo wake. Na hiyo itikadi inaweza kuwa sahihi au inaweza kuwa ni batil, inaweza kuwa ni sahihi au inaweza ikawa ni batil ikiwa sahihi, fabiha wa neema, ndio makusudio ya sheria, dini yetu ya Kiislamu. Na kama itakuwa tofauti na hapo, basi hiyo itakuwa ni marududa, ni yenye kukataliwa na yenye kurejeshwa kwa mwenye kufanya au kuwa na itikadi batil, ambayo haikubaliki kisheria. Ad-diniya maana yake ni dini, maana yake yani, hii ni misingi ya itikadi za dini. Idhan, amekusudia katika risala hii kubainisha misingi muhimu katika itikadi ya dini ya Kiislamu, amekusudia kubainisha katika risala hii itikadi sahihi katika dini ya Kiislamu. Taib, tunaingia kwenye matni ya kitabu. Qala rahimahu llah, amesema Allah mrehemu.

ambacho ni Alquran, Quran. Quran imeanza na albasmala, si ndio? Naam. Na vilevile wanaiga uandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anapoandika barua zake kuzituma kwa watawala na viongozi mbalimbali mbali katika pande za dunia alikuwa akianza na bismillahi rahmani rahim. Hivyo baadaye wanavyuoni walivyokuja wakawa wanaiga mfumo huu wa uandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia katika kuanza na bismillah kuna faida, kwa sababu ndani yake kuna kuomba alistiana kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa taala. Na inapendeza unapoanza jambo lako, ima kusoma eh, au kufanya kazi, ukaanza na bismillahi rahmani rahim. Hii ni jambo ambalo ni mustahabu, kwa sababu ndani yake kuna kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala.

wa alihi na watu wake, wa sahbihi na masahaba wake, wa atbaihi ila yaumi ddin, na wafuasi wake waliomfuata mpaka siku ya Kiyama. Huu ni utangulizi au muqaddima katika jina maarufu, ambao Shekhe ameanza nao katika risala hii, na huu muqaddima huu wengi katika sisi tunamfahamu tunaofahamu imma kwa lafzi yake, huenda baadhi yetu tukaa hatufahamu katika upande wa maana, lakini katika upande wa lafzi wengi wa wanajua huu muqaddima. Kauli yake aliposema wa sallallahu wa sallam wa ala Muhammadin, hapa amemswalia mtume sallallahu alayhi alayhi wa sallam, na tunasema sala ya Allah iwe juu yake na amani, yani iwe juu ya mtume sallallahu alayhi alayhi wa sallam.

Unaweza kujiuliza vipi, Allah anamswalia Mtume kama? Na Allah anasimama kama tunavyosimama sisi anamswalia Mtume, au Allah subhanahu wataala anamswalia vipi Mtume? Aljawab, jawabu ni kwamba Allah subhanahu wataala kumswalia kum kum kum Mtume, maana yake ni kumsifia, kama alivyosema Abu Aliya rahimahu al rahimahullah: Salatu llahi ala nabi huwa thanauhu inda almalai al-a'la, Allah kumswalia mtume maana yake ni kumsifia kwa malaika wa juu. Hii ndiyo maana yake. Ama sisi tukisema sala llahu alaihi wasallam, maana yake tunamwomba Allah msifie mtume sala llahu alaihi wasallam kwa malaika wa juu. Hii ndiyo maana yake. Malaika pia wakimswalia mtume, maana yake wanamuombea kwa Allah subhanahu wa taala asifiwe kwa malaika wa juu. Kauli yake aliposema wa alihi, na watu wake wakusudiwa hapa ni qarabatuhu alaihi salatu wassalam, ni watu wa karibu au ndugu wa karibu wa mtume sallallahu alayhi alehi wasallam, ndio wanakusudiwa hapa wa alihi. Kauli yake aliposema wa sahbihi, masahaba wake ni maarufu. Masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam ni maarufu, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wote hawa pia tunawaombea Eh, swala na amani ziwe juu yao. Na kauli yake aliposema wa atbaihi la yaumiddini, na wafuasi wake mpaka siku ya kiyama. Hapa tunaingia mpaka sisi, sisi tunamfuata mtume alayhi salatu wasalamu, si ndio? Kwa hiyo kupitia duwa hii na sisi pia tumeombewa katika duwa hii kwamba sala ya Allah tabaraka wa taala iwe juu yetu na amani, na wote watakaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka siku ya kiyama.

maana yake ni maneno mafupi yenye maana kubwa, ni maneno mafupi au maneno madogo yenye kubeba maana, maana kubwa. Kwa nasema fa fahadha mukhtasarun jidda, huu ni mukhtasar, ni kitabu ambacho kimefupishwa mno. Fi usuli l aqaidi diniya, katika kuzungumzia misingi ya itikadi ya dini

juu ya mujarradi wa ishara na tambihi tumeishia, tume eh, katika kuashiria na kutoa tambihi peke yake. Anamaanisha nini? Maanake hatujarefusha maneno katika risala hii. Tumetaja masala au itikadi za ahlusunnat waljamaa na itikadi sahihi, ambayo anapaswa kuwa nayo mwislamu katika njia ya kuashiria au kutoa tambihi peke yake, min ghairi bastin il kalam pasi na kurefusha maneno. min ghairi bastin bil kalam, pasi na kurefusha maneno, au kukunjua maneno eh, na kuzungumza masala yaliyokuwa mengi kuliko kawaida. Tumefanya ikhtisar. Wala dhikri adillatiha, na pasi na kutaja dalili zake, na pasi na kutaja dalili zake. Kwa maana katika kitabu hiki Sheikh Allah mrehem hajataja aya wala hadithi ametaja itikadi za dini ya Kiislamu zilizokuwa sahihi katika mlango wa kuashiria na kutoa tambihi. Lakini kwa nini shekhe amefanya hivi? Mtu anaweza akajiuliza, kwa nini asizungumze kwa upana, akataja hadithi au aya au kauli za wanawachuoni? Wanawachuoni wanafanya hivi wanapoandika vitabu vyao, lengo na madhumuni kwa ajili ya kuwarahisishia wanafunzi hasa wale wanaoanza kuingia katika milango ya elimu. Matini inapokuwa ni mukhtasar, inapokuwa fupi, pia inakurahisishia wewe kuhifadhi, si ndio? Mfano matini ya Al-Usulu Thalatha, hii ni matini ambayo ni mukhtasaru jidan katika masala ya tauhidi. Huu fupi wake huu unakurahisishia wewe mwanafunzi uhifadhi na udhibiti maalumati mengi katika maneno machache, tofauti na vile ambavyo akirefusha maneno inakuwa ni vigumu kuhifadhi. Kwa lengo na makusudio ni kwa ajili ya kuyakusanya maalumati mengi katika maneno mafupi, lakini iwe ni njia nyepesi kwa mwanafunzi kuhifadhi, na iwe ni daraja la kutoka pale alipo na kufika katika hatua nyingine miongoni mwa hatua za kielimu.

Ukisoma kitabu hata vya Kiswahili uh, kuna sehemu wanaandika yaliomo. Hii sehemu ni maarufu, si yali, ndio yaliomo, ndio alfihris. Kwani kama vile nimeorodhesha tu maudhuu ambazo zipo katika masail, katika masala ya aqida, kwa sababu hajarefusha maneno, kwani kama vile kile kipengele cha yaliomo katika kitabu ambacho kinaashiria tu kwamba katika kitabu kuna masala kadha katika kurasa fulani kuna jambo fulani, katika kurasa fulani kuna kadha wa kadha. Hayo ndio makusudio yake. Kwa nini akasema litura fa usuluha? Ili ifahamike misingi yake, ufahamu misingi hii na uihifadhi. Na katika hili kuna faida ya ikhwa, katika hili la kufanya ikhtisari na kufupisha kuna faida kubwa mno Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha ukahifadhi risala hii neno kwa neno, maanake wewe utakuwa umekusanya misingi yote inayozungumzia masuala ya kiitikadi katika dini ya Kiislamu, utakuwa umekusanya elimu kubwa katika maneno mafupi. Litorafa usuluha, ili fahamike misingi yake, wa maqamaha na sehemu yake, wa mahallaha min ad-din maqamaha sehemu yake wa mahalaha sehemu yake, minadini katika upande wa dini, ili ujue kwamba katika itikadi hii ya Ahlu Sunna, itikadi iliyokuwa sahihi katika Uislamu, ina misingi yake kadha wa kadha wa kadha. Ukishaifahamu misingi hii, baadaye sasa ukiamua kufuatilia masala zaidi, unakuwa unafahamu misingi itakuwa ni jambo lepesi katika kutafuta furo. Yani kutafuta mambo ya ziyada ambayo yanaingia katika misingi hiyo. Qala, thumma man lahu raghbatun fil ilm, kisha yule ambaye atakuwa na raghba, atakuwa anapenda na anashauku katika elimu, yatatallabu bastaha, basi atatafuta urefu wake, atatafuta upana wake wa barahinaha min amakiniha na vile vile atatafuta dalili zake katika sehemu zake. Kama unakusudia na unapenda elimu, na Allah subhanahu wa taala atujalie ni katika wenye kupenda elimu, utatafuta ziada na dalili ya masala yaliyoyataja shekhe hapa katika vitabu vingine. wain yassara Allah, na ikiwa Allah atatufanyie wepesi. Shekhe anasema wain yassara Allah, na ikiwa Allah atafanya wepesi wa fasaha fil ajal na akatucheleweshea kufa, fasaha fil ajal akachelewesha ajali kwa maana ya kifo. Basattu hadhihi lmataliba, basi nitakunjua haya matako ambayo nimeyaweka katika risala hii, akiashiria kwamba hapa alipokuwa anaandika maneno haya kwamba lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi

wametoa udhuru mbalimbali. Baadhi yao wamesema amekufa kabla hajaandika, kwa maana wakampa udhuru wa kufa, na wengine wakasema labda shekhe mwenyewe hakutaka kuandika sherehe, yaani baadaye pengine mawazo alibadilika, akaona hakuna haja ya kuandika sherehe, wataandika wanachuoni wengine. Kwa nini? Kwa sababu hii risala ameandika miaka ishirini kabla ya kifo chake, ameandika miaka ishirini kabla ya kabla ya kwa kwa kifo chake takriban. Kwa hiyo kusema kwamba kifo ndio kilimzuia kuandika sherhe, kuna ihtimali, na huenda kauli ya karibu katika usawa ni kusema kwamba Shekhe alipendelea mwenyewe kuacha kwa ajili ya wataandika wengine katika ulamaa watakaokuja baadaye.